Shukuru sana serikali ya wamu wa sita kwa jinsi ilivyoangalia mkoa wa Mbeya katika sekta ya miundombinu, kwa sababu toka imeingia madarakani kiasi cha shilingi bilioni 286 zimetengwa katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo na hasa barabara katika mkoa wa Mbeya. Mradi mkubwa ambao unaendelea sasa hivi ni mradi wa njia nne unaanzia pale Nsalaga mpaka Ifisi kilomita 29. Ni gharama ya shilingi bilioni 138.726, unaendelea vizuri chini ya mkandarasi CHICO kutoka China. Tumeshamlipa sasa hivi kama bilioni 24 na, na kazi inaendelea, tumefikia asilimia 34 4 e, mradi huko mjini na changamoto za hapa na pale, moto za kuondoa mabomba ya maji, nguzo za umeme TTCL, lakini changamoto, tunashukuru kwamba tunashirikiana na sekta husika na taasisi zingine kwa ajili ya kuviondoa na mradi unaenda vizuri. Kwa hiyo mradi sasa hivi unaenda vizuri, tukawa asilimia thelathini na nne na imani tutamaliza kadri ya mkataba unavyohitaji. Mji wa Mbeya ndio kama mji mkuu wa nyanda za juu Kusini, na magari hapa ni mengi sana, kutoka Tunduma, kutoka Dar es Salaam, yamechoka yanakuja first stop huwa ni hapa Mbeya, wakati yanaelekea kuvuka mpaka aidha kwenda Malawi au kwenda kwenda Zambia na Kongo pia, kwa hiyo kwa kweli kwa kuamua kuweka njia nne hapa mji wa Mbeya kwa kweli ni tunasema ni shukurani kubwa kwa serikali ya awamu ya sita, kwa sababu tabadilisha maisha ya watu wa Mbeya, lakini si watu wa Mbeya tu, na kanda za juu kwa ujumla, kwa maana mikoa ya Songwe, mikoa ya Njombe, mikoa ya Iringa na pia mikoa ya Rukwa, na pia ya Rukwa na Katavi. Kwa hiyo, na na imani kwamba barabara hii itakapokamilika itabadilisha sana sura za sura ya mkoa wa Mbeya kwa sababu tunajengwa njia nne, yaani upande wa kushoto kuna pana magari mawili, upande wa kulia magari mawili, na katikati tunaacha Greenland. Kwa hiyo itakuwa ni mji ambao kwa kweli utakupa mji mzuri, na foleni itakuwa ni historia katika mji wa Mbeya. Lakini pia katika huu mji, katika bujenzi wa barabara, tunakusudia pia kuweka taa kilomita zote 23 tunaweka taa, ili hata watu wanapopita kwenye nyakati za usiku wapite bila kuwa na, na wasiwasi wote, lakini pia wananchi waweze kufanya hata biashara zao hata kipindi cha usiku na mchana. Na imani tunaimani ukamilika kwa barabara ya njia nne, tutakuwa na maendeleo makubwa sana ya kijamii na kiuchumi katika mkoa wetu wa Mbeya. Mradi mwingine ni mradi wa Songwe Airport. Huu Songwe Airport pale kulikuwa na miradi mitatu, kwanza kulikuwa na ujenzi wa lile jengo, lile jengo la abiria kwa gharama shilingi bilioni 14, imeshakamilika kwa asilimia 100. Lakini pia tulikuwa na ujenzi wa ukarabati wa runway. runway ina kilomita 3.3 gharama ya shilingi bilioni pia kumi na nne, lakini pia tulikuwa na kuweka taa za kuongoza ndege hizo, pia tushakamilika kwa gharama ya shilingi bilioni tano. Hatuona kwamba jumla hela zituzowekeza pale uwanja wa ndege wa Songwe bilioni thelathini na tatu. Hatuna budi kumshukuru sana serikali ya awamu ya sita.